Kuzungumzia kile ambacho kimeandaliwa na wadau mbalimbali hasa katika kuenzi tamaduni mbalimbali mbali za mataifa pamoja na kuzungumza pia kuhusiana namna ya uwasilishaji wake umekuwa ukifanyika na Swahili Komic. Uh, ni moja kati ya jukwaa ambalo limeandaliwa ambalo litafanyika hapa Dar es Salaam, tayari limefanyika katika mataifa mbalimbali mbali. Tutafahamu kwa kina nini ambacho kimeandaliwa, ikiwa miongoni eh, ni pamoja na kuwa na vitu mbalimbali mbali kama vile michezo eh, kuwakutanisha watu pia ambao wanajifunza tamaduni mbalimbali mbali mbali. Na wanasema masuala ya pop culture pamoja na comic eh, kumekuwa na, na, na tamaduni za aina mbalimbali ambazo zinamvuta haswa na mm -hmm. Ah, wakati mwingine tamaduni zimekuwa pendwa na zimekuwa pia zikitengeneza uh, ajira na mm, fursa mbalimbali kwa, kwa, kwa, uh, kwa wananchi na wadau mbalimbali sasa. Tupo hapa na Emilieni Hirwa ambaye yeye ni, hiru, ni eh, creative events na uh, marketing director, lakini yupo pia Idris Mshoro ambaye uh, pia ni msimamizi wa matukio kutoka Swahili uh, Komic Con, uh, kuzungumza kuhusiana na hili sindio? yeah, yeah, yeah. Karibuni sana. Understand. Na pengine tuanze kwa kufahamu kuhusiana na Swahili Comic uh, Con, ni kitu gani hasa Idris? Ah, okay. so, Swahili Comic Con, kama walivyosema ni jukwaa la kusheherekea tamaduni tofauti tofauti kwa watu ambao ni wapenzi wa vitu kama katuni mm. magemu uh, cosplay, cosplay ni kama mtu unaweza ukavaa nguo za kufanania na karakta unaweza ukavaa kama Batman. Mm. That's cosplay. Kuna pia hmm, mambo ya wapenzi wa anime pia piazaahaa tatukiswahili chake ndio hicho. Tunaona jukwaa hili halijaanzia hapa Dar es Salaam, limeanzia wapi na asili yake ni ipi? Geek culture, Comic Con imeanzia Marekani. Ilianza kitu inaitwa San Diego Comic-Con uko Marekani, so like it's been ambayo imekuwa celebrated all over the world kwa watu ambao labda wapenzi wa movie hizi za superhero like action games fantasy pia, so it's been happening all over the world, ila kwa sasahivi kwa mara ya kwanza inakuja Dar es Salaam na Tanzania. Mm. Emilian, mashabiki zake wengi wamekuwa uh, wa umri tofauti licha ya kuwa katika baadhi ya tamaduni wengine wanaona kama imekaa sana kwa watoto, lakini zipo tamaduni ambazo hata watu wazima pia nao wanasherehekea um, uh, masuala haya ya uh, comic animation na, na, na vitu kama hivi, unaona vina faida gani hasa? Ndio, uh, naweza nikasema uh, kuwa watu wana nasema culture uh, kama hizi ni za watoto mm, na hizi nikasema ni wrong perspective kwa sababu uh, kila mtu anahitaji fun so hizi uh, kwanza zileta ajira kwa watu ambao wanafanya watu wanapata kazi, lakini pia ni ni kuburudisha, ni burudani, ni burudani kwa kila mtu, sio kwa mtoto tu au uh, mtu wa miaka fulani, ni burudani kwa watu wote mm-hmm. kwa hiyo hii Komic Con, Swahili Komic Con kama alivyosema imeanzia Marekani. Ni, ni tamasha kubwa sana huko Marekani pia na nchi zingine, lakini Komic Con, ile ambayo ni kubwa ambayo uh, inaweza ikachukua hata mji mzima mm. Ya, ikaja pia Afrika, kunao uh, Comic Con Africa uh, Cape Town, lakini hapa Tanzania pia tukasema, kwa nini na sisi tusiwe na tamasha kama ili ambalo linaleta burudani, linaongeza pia ajira kwa, kwa vijana, lakini pia you know, we, we push the creative industry ahead mm -hmm. so kwa hiyo ndio hivyo Idris, kwa mara ya kwanza nakuja kufanyika hapa Dar es Salaam. Yes, bila shaka Tanzania pia ni mara ya kwanza yes. Kipi ambacho mnatarajia kuelekea kwenye tamasha hili? Um, tunachotarajia kuelekea kwenye tamasha hili ni kukutana na watu ambao wapenzi wa haya mambo, tujenge hiyo jamii na ku, kama alivyosema, kuongeza fursa, kwa sababu na hii tamasha ikitokea, kuna fursa mbalimbali mbali. kama ababu kuna watu ambao, fursa mpya zinapatikana kwa designers wa cosplay kwa mfano, kutakuwa kuna fursa mpya kwenye mambo kama wachoraji, watengeneza animation. So like tunakuwa tunaongeza pia ukubwa the creative ecosystem kwenye mambo haya. mm -hmm. yeah. Kwa, kwa uh, Kiafrika tunaona sana superhero uh, wengi <laughs> ambayo hata hizi comics nyingi zinatoka katika mataifa haya yaliyoendelea mm -hmm. Uh, ni mara chache tu sasa hivi tumeona uh, baadhi wakianza kutengeneza sa wale ambao wanafanania Kiafrika Afrika, Afrika na tamaduni zetu. yes. Uh, kwa nini unaona bado hili limekuwa changamoto? Hii inakuwa changamoto kwa sababu investment na interest za Kiafrika zaidi kuelekea mm, kwenye hayo mambo hazijakopo, yani hazijatengenezewa content kutokea local, yani kutokea yani, Afrika au kutokea Tanzania. Kwao Waafrika tuna consume za nje, za ndani zinakuwepo, hata kama zipo pia hazipati umaarufu, hazitazamwi labda mm. Kwao inakopo ni kama tuna celebrate vya nje, so tukiwa na events kama hizi ambazo zina celebrate sasa itatengeneza umuhimu wa kuwepo na za kwetu. Sasa kwa mfano kama sisi ya kwetu ni Swahili Komic Con. mm -hmm. Kwa hiyo we'll be celebrating other works ambazo zina umaarufu lakini pia tunakupa tunatengeneza sasa ile uhitaji wa kazi za style hiyo zitengenezwe locally, ili mradi tuweze kusherehekea vya kwetu mm, kwa hiyo -hmm. tutarajie uh, mambo mapya ya ambayo yanatokea hapa Tanzania kwenye Swahili Komic Con. Kabisa. Yes, kabisa. Kabisa. Kabisa. kwa mfano <laughs> kuna hizo superheroes kwa mfano, sisi hatai, tuna superheroes wengine ambao tuna wa design. Kuna kazi tunafanya ambazo ziko kwenye misingi hiyo kila pia, kuna creatives wengine hapa hapa Tanzania kuna mfano kama Reagan ni mwandishi wa sci-fi ya kwanza Tanzania, ni novel. So tunakusanya hii jamii tunaweka sehemu moja ili hizi kazi ziweze kusogea, zipate pia na ile visibility ambayo likku inakosa mwanzo kwa mm. sababu ni zinakuwepo, but then hazijulikani kama zinafanyika mm. kina kulita kwenye tai na zile animation nyingine ambazo mmekuwa pia mkitengeneza mm. so Emilian yes. so, uh, kwenye mambo ambayo sasa katika tamasha hili e, ni mambo gani ambayo sio ya kukosa? Uh, mambo ambayo sio ya kukosa. Uh, kwanza kabisa Komic Con kunajulikana kwa cosplay mm. kama costume uh, play watu ambao wanakuja wamevaa um, kama uh, superheroes au icon fulani mm. kwenye anime fulani au kwenye movie anaweza akaja amevaa kama alivyosema Batman mm. anaweza akaja amevaa kama uh, Uh, Spider-Man kama ambayo icon fulani au superhero fulani ambayo anampenda mm hiyo -hmm. Kwanza hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni sio la kukosa mm -hmm. Watu wamekuja kwa mavazi mbalimbali mbali. Kutakuwa na wachoraji kabisa live painting, kutakuwa na uh, performance mbalimbali mbali. Kutakuwa na uh, live performance kutakuwa vitu mbalimbali mbali. Pia uh, watu waje kununua vitu ambavyo vya Comic Con mm -hmm. Kunakuwa merchandise za Pop culture kabisa kunakuwa. mm -hmm. Um, mambo ambayo wanapenda, kwa sababu wao wenyewe wanajua, tukiongea Komic Con wanajua ni nini ile tamasha walikuwa wakilisubiri sana. Ukiangalia hata mitandao yetu, watu wengi sana wanalisubiri, wanasema kabisa, mmefanya jambo zuri kuleta Komic Con Tanzania. Tarehe mm -hmm. ambazo zitafanyika ni lini na lini na utaratibu pia wa kushiriki. Um, okay. So tarehe za tukio letu itakuwa ni tarehe kumi na nne na 15 ambayo ni weekend hii, kwa ni Jumamosi na Jumapili, na utaratibu wa kushiriki, tuna tiketi zetu ambazo ziko kwenye mtandao unaitwa WhatsApp. Ukiingia WhatsApp utakuta hiyo event kwa the same name Swahili Comic Con, ambazo tuna tiketi kuanzia za mtu mmoja za groups za watu watano za watu wawili na day passes pia lakini yeah, uh, bila kusahau pia uh, tamasha inafanyia ina ni mm -hmm. kituo cha utamaduni wa balozi wa Ufaransa hapo ni tarehe kumi na nne ambao ni Jumamosi. mm -hmm. Afu, pia Jumapili tunaamia uh, Goethe Institute mm -hmm. ni kituo cha utamaduni cha Ujerumani. mm -hmm. kwa hiyo tarehe kumi na nne tuko tupo Alliance Francaise na tarehe kumi na tano Jumapili. Uh, mm -hmm. Itakuwa kuanzia uh, uh, ita, ita saa ngapi? Tarehe kumi tarehe 14 ndio Jumamosi itaanza saa nne mpaka mm -hmm. saa mbili okay. jioni, na tarehe 15 ndio Jumapili hapo itaanza saa 3 mpaka saa kumi na mbili. Kwa mfano mtu anaweza kavaa kama kiongozi ambavyo anavaa kiongozi anayempenda si ni sehemu ya nani pia ndio na mshindi yeah. atapata zawadi lakini pia kuna vazi maarufu ambalo amekuwa kionekana nalo uh, rais wa Tanzania Dr. mm. Samia Suluhu Hassan vile ambavyo anavaa kwa hiyo mtu anaweza kaigaovaa okay. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. lakini bila, bila kusahau pia watu wa gaming. Mm. Tuna tournament uh, Mm. ambao mshindi wa kwanza hai, pia ya mashindano ambao pia mshindi wa kwanza kuna zawadi kubwa napata, wakiuja mtandao wetu wataona zawadi gani na tamashale programu ikoje na kila kitu, na bila kusahau bwana, mambo ya utamaduni kunakuwa na mamba, tamaduni, kunakuwa na muziki na burudani na la chakula. <laughs> chakula chakula, <laughs> chakula <miskosa. laughs> akitakosa <laughs> tunawashukuru sana, na wakati tunakamilisha pia uh, ujumbe wenu hasa ni upi pia kwa jamii hasa katika kuendelea kufuatilia uh, tamaduni hizi za na kutia tamaduni uh, za watu lakini hasa pia katika muktadha uh, wa tamaduni zetu uh, tuanzie kwako m uh, yeah. Mimi naizi nikasema sasa, vijana uh, the youth, uh, don't take that talent for granted, kwa sababu um, whatever you have unaweza ukawa mwandishi, unaweza ukawa unaimba, unaweza ukawa chochote unachofanya kuna, kuna platform na kuna uh, uh, opportunity mbalimbali jasi mbali. Yes, wewe tafuta tu pale chochote unachoweza kufanya fanya kwa bidii na utapata mm. Yeah. Mm -hmm. Na kwako uh, address um, mimi ujumbe wangu ni kwamba kama sisi kama jamii ya Watanzania tusiwe tunachukulia mambo ambayo ni mageni kwa hali chanya, hali hasi uh, mm -hmm. tuachukulie kwa hali chanya, kwa mfano kama hizi mambo za Comic Con Most people kama wanavyosema, watahisi ni mambo ya watoto maybe au ni a watu aina fulani, but then ni kitu ambacho hata mimi na wewe tunaweza tukashiriki. So huo ndio ujumbe wangu kwa jamii. Nimedihika nakiri, utashiriki Jumamosi na Jumapili Mashindano ya kula chakula, huyu ataka kula bure? Hapana, hatutaweka kashinda najua, kuna wale ambao <laughs> wanashiriki ili tu ale. <laughs> Asante sana <laughs> tulikuwa naye Emilian um, Hirwa <laughs> pamoja na Idris Mshoro uh, wakitujuza kuhusiana na Swahili Comic Con ambayo inatarajia kufanyika Jumamosi hii pamoja na Jumapili uh, Alliance Francaise pamoja na Goethe Institute utaweza kushiriki uh, wakati huu ambapo shule zimefungwa, watoto wako nyumbani, pia ni moja kati ya sehemu ambazo uh, wanaweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine. Tunakamilisha hivyo.